Katika makala ya Ifahamu China, tunaangazia kituo cha uhifadhi na utafiti wa panda wakubwa cha China ambacho kimezindua rasmi kituo kipya katika jiji la Mianyang mia mkoa wa Sichuan, hatua ambayo ni mafanikio makubwa baada ya ujenzi uliodumu kwa kipindi cha miaka mitatu. Kituo hicho kipya, kinalenga kuimarisha juhudi za uhifadhi, utafiti wa kisayansi, na ustawi wa panda wakubwa, huku kikitoa mazingira bora zaidi kwa maendeleo ya vizazi vipya vya wanyama hao adimu. Tazama Siku ya uzinduzi, panda 13 kutoka vituo vya Wolong Shenshuping na Dunjiangan vilivyopo chini ya kituo hicho walisafirishwa hadi makazi yao mapya katika eneo hilo jipya. Kituo hicho kipya kinachokaa katika hifadhi ekolojia ya Mianyang kina upana wa takriban hekta 120 na kimejengwa kwa mazingira ya kuvutia yanayokidhi mahitaji ya uzalishaji wa panda. Kina zaidi ya mabanda hamsini yaliyotengenezwa mahususi kwa panda, yakihakikisha faraja na usalama wao. Wang Ji, kiongozi wa timu ya maandalizi ya kituo hicho, anasema kuwa panda waliowekwa Mianyang wanatoka katika makundi yote ya umri ili kusaidia kuzoea mazingira mapya kwa urahisi. Kundi la panda wakubwa litakalohamia kituo cha Mianyang linajumuisha panda wa rika zote ili kuwasaidia kuzoea vizuri mazingira mapya tumewachagua panda wa kiume na wa kike na pia wa umri tofauti. Kituo cha Mianyang kitafunguliwa kwa umma mara tu panda hao watakapokuwa wamezoea kabisa makazi yao mapya. Kwa mujibu wa sensa ya kitaifa ya nne ya panda, Mianyang inakadiriwa kuwa na panda 418 wa porini, sawa na asilimia 22.4 ya panda wote nchini China, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kati ya majiji ya ngazi ya mkoa. Hadi sasa kituo cha uhifadhi na utafiti wa panda wakubwa wa China kina vituo vitano kote nchini vinavyohusika na ufugaji na utafiti wa panda.